Fratami sio lazima kufanya surgery. Fratami unaweza kuipata tu hapa hapa Tanzania kwa kutumia tu product zenye uhakika. A huh? Nna vizuri na tumbo na no nyama uzembe mipi, natumia hizi hapa, natumia Garcinia Plus, natumia pia Forever na mwanzo nilianza na C9. So yes, na C9 nilipata matokeo, lakini nilisema nataka kupungua zaidi. sawanapa kidongenai hivi naendelea kupungua kwa sababu nataka kupungua Hii ni kwa sababu nataka tumbo langu liwe flat zaidi, na nataka pia hata appearance yangu, uh, nizidi kuwa mwembamba kidogo, kwa sababu sitaki unene, sitaki manyamanyama. Kwa hiyo nataka nizidi kupunguza tumbo, lakini pia nataka nizidi kupunguza nyama za mwili mwangu. Kwa hiyo mimi natumia hiyo Garcinia Plus. Sasa tuone ndani ya C9, box la C9.